Hii simu ya pili, simu ya mtumba, eh alini kuficha ficha, hii barabara simu ya 2024 2025. Ah alhamdulillah. Namshukuru Mwenyezi Mungu na asante sana kwa ongera zako ya nafikiri ni kwa viongozi wote, kwa viongozi wote kuanzia kwa Rais wetu Engineer Harris Ali Said, makamu wetu wa rais Arafat Haji. Nilikwambia kwanza Yanga alikuwa na kazi kubwa ngapi msimu, unakumbuka? Ndio, mara mwisho nilikwambia Yanga na kazi mbili tu msimu huu kwanza kutetea mataji yake na kuhakikisha Simba anamaliza msimu akiwa tupu. Ndio. Imetimia, imetimia. Kaondoka na nini msimu huu? Kaondoka na lawama. Bana wanasema ile hakuna pointi tatu bila kumkaba mpanzi. Vipi mpanzi kwa namna ambavyo ni mtizama kwenye game mm. ah. ya leo? Usiwape kiki ya wachezaji wa kawaida asee, yeah. Kuna wachezaji wazuri kwenye mechi ndogo alafu kuna profesa wa mpira paka umezuzwa ee kwenye mechi kubwa ndio wanakuja kuzungumza. Amezungumza sana leo. Waamuzi vipi? Amechezesha ah, vizuri sana hmm. amechezesha vizuri sana na tumpongeze mwamuzi kwa namna ambavyo ameweza kutafsiri sheria vizuri hmm. nafikiri kama mmegundua kitu leo ambacho ni cha tofauti hmm. na sio kwa ubaya, kitu cha tofauti cha mwamuzi wa leo na baadhi ya waamuzi wetu ni kufika kwa haraka kwenye matukio. Yaani, hmm. kila mpira alipokuwepo huyu mwamuzi alikuwa ameshakaa, nafikiri kama ni hadi 10 hivi, yupo tukio analiona kwa karibu, kwa hiyo ilikuwa rahisi kwake kuamua kila kitu. Kwa hiyo sijui kama utaratibu rasmi watasema Simba sasa. Sio sisi. Ndio. Yani. Simba watasema kama Deo na mwakani wanataka aje mzungu yeah. mm. on target moja na kona mbili. On target moja ya Yanga, malizia vizuri. Sisi tulikuja kwenye mechi ya leo tukiwa na malengo ya kuchukua ubingwa, kwenye mahesabu tulikuwa tuna uhakika kuchukua ubingwa kwa sare au kushinda. Kwa tulianza mechi kwenye tempo ya chini tukiwashusha, ambao walikuwa wanatafuta matokeo baada ya matokeo mazuri kipindi cha pili, kwa sababu tuliongeza gia, na ni makosa yale yale ya siku zote ya Simba ndio tumeyafanya, tumeyafanya leo kuwaadhibu, na makosa yale yale yeah. ya kuto kuiheshimu Yanga huko walipozidi kwenda mbele, wakaona kama wametumudu e, wakaanza kutawanyika kama kuku aliyekata kichwa, sio? Tukaanza kutumia zile nafasi, ukiangalia ni matokeo ya mpira wa kaunta, na sisi tuna quality mzize tunaweza kuwahukumu kwa hiyo tupongee sana wachezaji wetu. Mwenyekiti, kitu gani ambacho tunaweza kuwashauri maana leo walikuja na stili tofauti kuja kwenye hii game. Kimya kimya ni utoto na ushamba waliofanya mm. Yaani, nirudie kwa herufi kubwa walichokifanya ni utoto na ushamba. Ngoja niwape tathmini hapa, sije mkasema tumeongea bila tathmini lengo mm. lao kubwa na watu wengi wanavyozungumza kwamba Yanga amekosa mm. mapato, mapato. si ndio? Mm. nataka niwaonyeshe uh, ya mwisho kabisa mapato ya leo, watu walioingia na mapato ambayo wa ya wao ya simu ifanye kazi na sijini nyingi hapa, si ndio? Okay, wewe utawasomea wenzako watu wangapi. 1551805 shilingi ngapi? milioni 443. Mm, maana yake Yanga tumepata hela. Tafsiri ya kwamba Yanga amekosa mapato haina ukweli. Yanga tumepata hela, si ndio? Maanake yeah. na hawa ni idadi ya watu waliokata sio watu walioingia, idadi ya watu waliokata tiketi sasa watu hawa wako wapi? Ndio swali la msingi inabidi mjiulize nanyi. Tiketi zimekatwa elfu hamsini na moja wa na watu walioingia mundani ni wachache mm. Watu wako wapi? Watu hawa ni mashabiki wetu wa thamani ambao kwa utoto na ushamba ambao wameufanya Simba, mashabiki hawa wa thamani wamekosa nafasi ya kuja kutazama mpira mm. tunafahamu tangia kanuni itengeneze kwamba asante, asante. Tangia kanuni itengeneze kwamba mwenyeji anapata mapato, utaratibu wa timu fulani kuto kufanya promotion ni kitu cha kawaida. Hata sisi Simba anapokuwa mwenyeji huwa hatufanyi promotion. Sasa promotion ni nini? Ni kuto kufanya media tour, kuto kuposti, uh, frequent mara kwa mara kuhamasisha watu kuja tufanya hivi, lakini kususia press conference, kususia uh, kikao cha mechi ambacho kikanuni ni kikao cha lazima, kususia taratibu zote za mchezo huu ni utoto na ushamba ambao ndugu ambao umewaathiri leo, mashabiki wa thamani ambao mpaka mchana ilikuwa hawajua waa tiketi wanazo na leo ni siku ya kazi, ni Jumatano, watu wamekuwa na sintofahamu. Kwa mimi, kwa niaba ya klabu yetu ya Yanga, kwanza nitumie fursa hii kuwaomba radhi mashabiki wote ambao walikata tiketi leo na wakakosa fursa ya kuja Benjamin Mkapa, kwa sababu ya utoto na ushamba ambao umefanywa na Simba hawa. Wengine kama watapata fursa ya kuomba msamaha, itakuwa jambo kubwa, ila kama Simba watawoka kimya, hawaombi msamaha Sio jambo jipya, kwa sababu ni jambo la kawaida kwao kudhulumu haki za mashabiki. Washafanya hivyo kwenye michezo zao za kimataifa kwao. Sisi leo tumepata hiyo hela, lakini tunajisikia vibaya kwa mashabiki wa thamani ambao wamekata tiketi, wameshindwa kuja kwenye mchezo leo. Msimu huu ulikuwa mgumu sana. Jamani msemaji wetu kupigia simu huyu? Eh? Huyu kupigia simu. Kwanza kunipigia ni bibi mkubwa. Anasemaje? Mama amenipa pongezi tu. Nasema alhamdulillah. Mm. Mwenyezi Mungu amejalia. <gulunga> Mapambano eh, tulikuwa tunapambana na msimu huu eh, mm, kwa upande eh wa ligi tumeweza kufanikisha. Kwa hiyo mama alikuwa wa kwanza kunipigia kusema alhamdulillah na kulipa pongezi bila kujarisha, mtakuwa wapi, lakini nawaomba sana, tuvuke maji twendeni. Sherehe za ubingwa zitaanzia bandarini hapa Dar es Salaam, zitaendelea bandari ya Zanzibar. Tutakunywa supu, su, supu su,

Uh, kwanza kwanza kwanza tuliimarisha tuliimarisha umoja kati ya klabu yetu.